Mashamu Severin Niwemugizi askofu wa jimbo katoliki la Lengengala, kwa neno lake pamoja na salamu baba. Karibu mashamu baba. Askofu Armakius mwenyeji wetu, baba askofu Bagonza mama yetu mjane, nifupishe orodha ya kutaja majina. Ninatambua uwepo wenu wote. Ninakosa pa kuanzia kuzungumza juu ya mzee huyu, lakini walau katika miaka yangu arobaini ya upadre nimemfahamu hata kabla sijawa padre nikiwa mfrateri wa jimbo la Rulenge. Wakati ule, nilikuwa napata nafasi ya kumuonaona nikipita hapa. Basi tunasema mti mkubwa umeanguka. Huyu mzee alikuwa ni mti mkubwa na unaweza ukaona, eh, familia inayokuwepo hapa mbele yetu kwamba imetoka kwenye mti mkubwa. Nikodemo Fadha Nikodemo amesema mazuri, maneno mazuri sana hapa. Fadha, nimpongeze kwa neno zuri ulilolisema hapa, umelipanga vizuri kweli kweli, kutufundisha kuhusiana na kifo na kujiandaa eh, kufa vizuri. Kifo kama ulivyotuambia, eh, ni jirani ni jirani lakini hatutaki kusalimiana naye, hatutaki kumwona, ila yupo. Na hapa Karagwe kulikuwa na kuna jina na, najua baba aliyeongeza amelibadilisha mahali fulani kwenye parokia fulani mpya eh, panaitwa Runyaga eh, Runyaga mak atasema, hapana bana, hii kunyaga nyaga hii haipendezi. nafikiri sasa ni ndorage yeah, ndorage. Kwa hiyo kifo ni jirani, ni rafiki lakini tusiyempenda sana, ila kipo. Baba Wagonza amewasihi sana wale wanao wanaotaka kukiharakisha kwa wengine waache, kwa sababu kipo kinafanya wajibu wake. E, tunawarahani sana wale wanaojaribu kuyawahisha maisha ya wengine, kuyaondoa wajue Mungu ndiye anapanga mambo haya, wamwache apange mambo yake, na basi kifo kifanye kazi kwa wakati wake. Ni wazi kina, kina sura. Kifo kina sura nyingi eh, kina sura nyingi, hiyo ya ubaya, ukatili eh, ndio maana hatukipendi, lakini saa nyingine unaweza ukajiruhusu kuona kwamba kifo pia ni bwana huruma kwa sababu, mzee wetu amehangaika, amehangaika kwa afya mbaya, na mwisho ikasema mzee Mathias aikiu basi, nafikiri ni mpango wa Mungu hapa, amesema pumzika kupitia hiki kifo. Naomba nichukue nafasi hii kuwapa pole sana wana familia wote kwa msiba huu mkubwa umetugusa wengi, lakini Paulo anatuambia tusihuzunike kupita kiasi kama watu wengine ambao hawana imani, kwamba eh, kifo ni njia ya kuingia katika maisha mengine eh, ila kile kinachokuja kwa wakati wake basi tukubali, eh, tukubali mzee wetu amepumzika kadiri ya mpango wa Mungu. Maana kwa kweli ukijiuliza miaka tisini na moja, si wengine hapa hatujafika sabini? Tuko tutajiuliza kama themanini utafika. Mzaburi anasema bwana yenu ni sabini ya kawaida. Ee, ukizidisha hapo, kama una afya njema basi utafika themanini. Sasa yeye amefika tisini na, e, maraki ni kusema amepata upendeleo na tusimuonee wivu, ila tuyaishi tu yale maisha yetu tuliopewa sasa, kwa busara, kwa hekima, kwa kumcha Mungu eh, na kuyatumia vizuri maisha yetu kwa ajili ya wengine eh, kuyatumia maisha yetu kwa ajili ya wengine. Na mtuwache nyinyi mnaotaka kuyachukua maisha yetu kabla ya wakati, mtu wache tuyatumie maisha, hii zawadi aliyotupa Mungu, kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Baba Romad, pole sana. Mama pole sana. Mungu awaimarishe kupokea jambo hili ambalo halizoeleki e, halizoeleki, lakini lipo. Waombelezaji wote poleni sana, tumwombee tu mzee wetu aliyetangulia atuombee sisi, maana sisi sasa ndio tumebaki na mapambano ya kuyaisha e, haya maisha yetu, kuandika historia yetu nzuri, ili na sisi hatimaye tuje tukutane naye huko alikotangulia, tunaamini mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.